Karibuni tena, naitwa Asha na post video za hapa YouTube. Kama wewe ni mgeni kwenye channel yangu please subscribe, like, na share video hii, lakini kama wewe ni mwenyeji basi karibu na tuendelee kwa pamoja. Siku ya leo nitaenda kuonyesha namna ya kutumia oven kwa wale ambao wamenunua oven hivi karibuni au hawajui kabisa matumizi ya oven. Kwanza kabisa oven yangu ni Europe lita 48 kama unavyoonekana hapo, ina sehemu mbili. Ya juu hiyo, hicho kiduara cha juu ni kwa ajili ya kuseti, ya kuseti temperature, yani moto ambao utahitaji kutumia kwenye chakula unachokipika. Lakini pia kuna hiyo ya chini, hiyo ni kwa ajili ya muda. Utaseti muda unahitaji kupika chakula chako kwa muda gani. Kwa hiyo hizo ndio kazi ya hiyo vidude viwili lakini kwenye hiyo boksi hapo inavyoonekana, inaonyesha aina ya vyakula ambavyo utahitaji kupika kwenye oven. Kuna kuku, kuna samaki, kuna mikate, kuna baga, kuna vitu vingi. Kwa hiyo oven inapika vitu vingi, mpaka karanga ina inakaanga. Karanga unazi unazi grill, unazi kaanga karanga hapo zinakauka kabisa. Kwa hiyo oven ina matumizi mengi, lakini kubwa unahitaji kujua hizo setting mbili. Hiyo ya juu ambayo ni ya temperature lakini setting ya pili ni hiyo ya hiyo ya chini, hiyo ya muda. Oven ziko aina tofauti tofauti. Hii ya kwangu nikiwasha moto unawaka moto wa juu na wa chini, lakini kuna oven zingine setting zake ukiwasha, unaweza kawasha moto wa chini peke yake na ukawasha moto wa juu peke yake. Ila hii ya kwangu mimi nikiwasha, ina maana nitaseti tu moto ambao utatumika kote juu na chini. Kwa hiyo iko hivyo. Unaona hiyo ni adjustable hiyo ya temperature huko juu. Kwa hiyo una seti moto ambao unautaka wewe kulingana na kitu ambacho unakipika. Halafu pia unatakiwa ujue oven yako ina nguvu kiasi gani. Kwa sababu oveni zingine moto kidogo tu lakini unajikuta unaunguza kitu ambacho unakipika. Kwa hiyo ni vizuri ku, kuijua oveni yako. Hapo chini hapo nilipogusa hapo katikati kwenye hapo chini hapo kuna kidude chekundu ambacho ukiwasha hii ya, ya muda hii setting ya muda ndio hiyo hiyo itawasha oven. Kwa hiyo ikiwaka itaonyesha pale juu imeweka red, unaona hiyo oven ndio inaonekana hivyo. Ya kwangu ni ya muda kidogo, kwa hiyo iko hivyo. Unaona inakuwa na vitu viwili na hiyo rack, hiyo cooling rack hiyo hapo, lakini pia ina hilo lisahani hapo, kwa hiyo hivyo vyote vinatumika katika kupika ama kuoka vitu kwenye oven. Unaona ina vitu hivyo viwili kama hivyo. Kwa hiyo kuijua oven yako ni muhimu. Kwa kuwa tulikuwa tumeshaiwasha kidogo, kwa hiyo ni ya moto moto moto. Hayo, hayo meno hayo ni ya moto, na kama unavyoona meno nakuwa ni huku na huku, ni mawili na juu ni mawili, huku na kule. Kwa hiyo nikiwasha inapika moto moto wa juu na wa chini. Setting yangu huwa gani ya moto wa juu na wa chini moja kwa moja. Kwa hiyo ndio, kwa ujue oven yako, oven yako inafanyaje kazi na nguvu kiasi gani, nikiweka moto wa kiasi gani nitaunguza au sitaunguza. Unatakiwa kujua kama hivyo. Basi hapo tuko tushamaliza. Kama we ni mgeni kabisa na haujui kabisa matumizi ya oveni, basi fatisha hivi, kama una Europe kama ya kwangu fanya hivyo. matumizi yake ni hivyo ni hivyo, kama nilivyoelekeza hapo, na kama mnavyoona kioo chake ni display kinaonyesha. Ukiwa na beki, ukiwa unaoka kitu chochote kule ndani, kinakuwa kinaonekana. Labda ni keki, unakuwa unaiona tu pale ime, imejaa ime, ime, au vipi, na unaiona hapo au imeiva na karibia kuiva, utakuwa unaona kila kitu hapo kwenye hiyo display, hicho kioo cha display. Basi ndio kama hivyo, ni rahisi tu, ila inahitaji mazoezi ya kuweza kuijua oveni yako kwa makini, kwa sababu oveni itakurahisishia sana maisha jikoni. Ina inapika vyakula vingi sana, ina beki vyakula vingi, keki, cookies, nini, kila kitu. Kikubwa tu ni ujue kuseti hizo time na temperature, unapika kwa muda gani na kwa moto wa kiasi gani. Kwa hiyo, jamani, siku ya leo somo letu ilikuwa ni hilo. Hii ni kwa ajili ya wale ambao hawajui kabisa namna ya kutumia oven na ni wageni kabisa kwenye masuala haya. Kwa hiyo, hii tip kidogo inaweza ikakusaidia namna ya kutumia oven yako. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel yangu, please subscribe. lakini pia kama ni mwenyeji, basi karibu tuendelee kuwa pamoja katika video zinazokuja na nitakazopost hapa YouTube. Nawapenda sana, kwaheri, ni mpaka wakati mwingine.